Wananchi wa mataifa ya Afrika Mashariki wameendelea kuwa na hisia mseto kufuatia tangazo la rais wa Uganda, Yoweri Museveni, kuwa atawania tena urais katika muhula wa mwakani. Museveni mwenye umri wa miaka 80 hivi sasa, ikiwa atachaguliwa, ataongeza hatamu ya uongozi wake kufikia miaka 40 madarakani, wengi wakiamini kuwa alipaswa kujiweka kando. Wachambuzi wa siasa kimataifa wana mtazamo gani? Partenus Niigira anazungumza akiwa Tanzania. La kwanza ni maandalizi ya kisiasa ya yule atakayechukua nafasi yake, inaweza ikawa ni sura mojawapo, lakini sura nyingine inaweza nikuwa ni sura ya ulegevu. Ameshaona kwamba hakuweza kufanikisha lile ambalo alitakiwa kulifanya kwa maana ya kuwa na jamii yenye misingi e, mizuri ya kidemokrasia yenye mifumo mizuri ya kisiasa kijamii na wa kitaasisi. Anaona kwamba ni bora angeendelea kukaa madarakani, kwa sababu anaimani kwamba kuna vitu akiendelea anaweza akavikamilisha. Ni mtazamo wake Partenus ni Igira, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, alikuwa akichambua akiwa kule Tanzania.